Ubo, zaidi mambo ni mengi sana kuelekea katika mchezo wa marudiano kombe la shirikisho barani Afrika nusu finali, zidi ya Stellenbosch kula Afrika Kusini mnyama Simba tunavoungia mpaka hivi sasa tayari amewasili huko e. Bikoi, upo vizuri? kwanzaoeaniko Hey, njema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nafikiri mmeona leo tumeamka kijua katika makoa mm. wetuadarsslam Mi naamini kila jambo liko vizuri, kila jambo linakwenda sawasawa, lakini kikubwa nilichofurahia kuona namna ambavyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu vijana wamefika salama Durban mm. kuona namna ambavyo wamekwenda kutuwakilisha ili kwenda kujipambania Simba yetu ili kuhakikisha kwamba mipango ya Simba na taratibu za Simba zinakwenda kukamilika. Yako maneno mengi mm. viko vitu vingi vinazungumzwa mm. lakini Simba ni moja, itabaki kwa Simba. Mekoi ee, Simba kama ulivyozungumzia imeshawasili hapo kubwa zaidi. Twende tukamulike sasa kwa namna ambavyo Simba imewasili pale, lakini pia mapokezi yameendelea kuwa makubwa sana kwa namna Watanzania ambao ee, wapo kule, lakini pia ubalozi e, ee, wa Tanzania wakiwa wamewapokea pale Simba. Ni mchezo aina gani kwa namna marudiano, lakini Simba wanakwambia wanaitaka fainali. Ni mchezo mgumu. Hawezi kuwa mchezo mwepesi. Moja ni mchezo wa nusu fainali wa Shirikisho barani Afrika, lakini pili tukitambua kwamba mechi iko ugenini lakini tatu tukijua ni mchezo ambao unakwenda kutoa fainali ya mwisho kati ya timu yetu, kwa maana kwamba tutakwenda fainali au hatuendi mm. Lakini kabla tujajadili kwa undani hilo, kwanza lazima ni upongeze ubarozi wa Tanzania mm. ambao huko Afrika Kusini kwa mapokezi ya namna ambavyo walipokea vijana. mm. lakini kikubwa kilichonifurahisha na saha ya barozi kupelekea kwa wachezaji wetu ambao wamewapa jana, inatia moyo na inaridhisha. mm. lakini kipekee ni wapongeze sana wa Tanzania ambao wanaishi Afrika Kusini mm. Kisugu uwapongeze uh, sana Watanzania ambao wanaishi Afrika Kusini. Uh, Simba sasa kwa namna ambavyo mnaitaka fainali. Matokeo ya kwanza hapa tumeyashughudia bao moja kwa sifuri. Watu wengi wanazungumzia kwamba kule shughuli huenda ikawa ni ngumu kwa namna ambaco mmekivuna hapa mchezo wa kwanza ya, nasema simba iko kumi na, tunafika finali, na finali 17 Morocco mwezi ujao hmm. Wewe ndio unashangaa. Wanapenda kusema na nitaendelea kusema. Haya maneno aliniambia mimi dada yangu Mama Doris wa DMY kwamba kinywa cha jasiri hakitoki neno kushindwa. Mm. Kinywa cha jasiri siku zote kinatoka neno kushinda. Tunakwenda Durban kwenda kushinda. Na laiti tungekuwa na imani kwamba tunakwenda kushindwa, Mm. Tulikuwa tuna sababu ya kutumia pesa zetu aliyakuwa tunajua tunakwenda kushindwa. Mm. Sisi tunakwenda Durban tunakwenda kushinda. Mm. Kisugu, mnakwenda Durban ni kwenda kushinda. Mm. Na inshallah tunashinda. Na ninawaambia wana Simba. Nawaambia watu wa mpira, mm, nawaambia watu wa Afrika Mashariki na Kati, walitaarishe fainali ya kwanza tunakwenda kucheza tarehe kumi na saba mwezi ujao Morocco. Kisugu, ni mbona kama umeenda mbali sana kuiwaza fainali ikiwa nusu fainali yenyewe bado haijachezwa? Nimesema tunakwenda kushinda. Stellenbosch ni mpinzani. Zidi ya Stellenbosch <laughs> ni mpinzani mgumu. Mm ni watu ambao tunawaheshimu lakini sisi Simba kama tumejipanga vizuri tunakwenda kufanya matokeo. Historia ya Afrika Kusini si nzuri kwa upande wako. Zizidi ya Kaizer Chiefs zidi Orlando Pirates. Historia ina namna mbili imetengenezwa historia kwa ajili ya mwendelezo mm -hmm. lakini pia historia pia inavunjwa sisi tumejipanga kwenda kuvunja historia South Africa. Kisugu mmejipanga kwenda kuvunja historia Afrika Kusini na kwa mara ya kwanza tunakwenda kutengeneza historia, Simba anakwenda fainali ya shirikisho barani Afrika akiwa ugenini mm, elfu mbili na tatu. Mm. uwanja Benjamin na ni, uwanja wa, wa international airport mm. watu walijaa na watu walipoteza maisha kwa kuipokea Simba ikitoka Misri ishirini ishirini na nne <laughs> mm. tunakwenda kuipokea Simba aidha tarehe ishirini, mm. na, saba, ishirini na nane, mm. au tarehe ishirini na tisa. mm. Waandishi mtajaa Terminal 3 mm. kuipokea Simba Sports tayari wakiwa wamefuzu kwenda fainali ya shirikisho barani Afrika mm. Wako watu hawayataki haya, wako watu hawayapendi haya. mm. Niwaambie wana Simba, ni waibie siri, ziko propaganda zimezuka jana, mkiingia mitandaoni. mm -hmm. Mm -hmm. Ni propaganda za kitoto. Kwanza kabla yote, niwafundishe propaganda ni nini? Mm. Kuna propaganda za aina tatu <coughs> propaganda ya kwanza wanasema white. Propaganda ya pili wanasema black mm -hmm. Propaganda ya tatu wanasema black and white. mm -hmm. Sasa hawa propaganda wanaitumia wanatumia propaganda inaitwa black ambayo mm hiyo -hmm, kwa namna yoyote ile, akuona hata gari na milioni mia anasema ile gari sio ya kwake kaazima. Mikoyo inamaanisha nini hapo? wamebadili wame propaganda wamekuja nayo hiyo propaganda black. Jana kama waandishi, naamini kwamba wafuatiliaji wa mitandao mmeona, wametengeneza propaganda eti ya kutaka kwenda kugombanisha kati ya mashabiki ya Simba na uongozi wa Simba wamefeli. Mm. na kibaya zaidi wameenda mbali, wamechukua mimi picha yangu mm. niko nyumbani, namsaidia Salma Saidi Nyakazenga mke wangu kuchambua matembele, kuchambua matembele wamechukua yale mm. wakenda kuunganisha wanafeli. ni wana Simba, hizi ni propaganda za kitoto mm. ni propaganda ambazo zinatengenezwa mm. kwenda kuupelekea ka katengenezwe Focus ya Simba, tuondoke kuiangalia mm. Stella Bosch tunaocheza nayo tarehe 27 saba y ika kusini, tudili na viongozi tumestuka. Simba tumeamka, tuna timamu na tuko sawasawa wanasema wao kipindi wanacheza kombe la shirikisho walisafiri mara mbili kuelekea Afrika Kusini, walisafiri na Mamelodi Sundowns, lakini pia walisafiri na Malumo Galaxy. Wao walisafirishwa kwa sababu mainfluencer wa Yanga wanaishi kwa kuitegemea Yanga. Ngoja ngoja niseme sio sanga, unauliza swali, unataka kukimbia hapa, wacha tuwekelevo. Wale mainfluencer wa Yanga wako katika maisha yao kutegemea Yanga lakini mainfluensa wa Simba hawako kwenye maisha ya kutegemea nini Simba mm. na ndio maana labda niseme kitu kimoja tu, mainfluensa mm. wote wa Simba mm. wanachama wote wa Simba mm. wakilala wakiamka cha kwanza wanafikiria nini tuifanyie Simba yetu ah. lakini mainfluensa wa Yanga wakilala wakiamka, mm. wanatafuta kwenye mitandao kuangalia nini Yanga wanatufanyia katika siku ya leo. W, wanasema uongozi wao ni ee, thubutu kwamba viongozi wao wanawathamini sana. Wewe unaweza kuona kwa maluka wanawathamini, lakini wao wana, wanatumiwa kwa kimbilio la kwenda kufichia maovu yao mm -hmm. Yes. Wale vishata mtaa wako kumi na mbili si kumi na tatu wale mm -hmm. wanatumika vibaya kwenda kuharibu Dar es Salaam Young Africans na zile fadhila walizobebwa eh, kwa ajili ya kwenda kuwafichia baadhi ya viongozi wao maovu, kwamba wanayajua mengi Leo hii mm. ni wape mfano waandishi wa habari mm. alafu, nyinyi mtanijibu kama mkunijibu, interview hii mimi na wewe zima hapa hapa saki tena kuendelea kisuguliza, una kaka yako wameoa mm. ulikuwa unaishi Mbeya lakini tayari amekuleta huko Dar es Salaam. Kaka yako anakwenda kufanya kazi kila siku, anatoka asubuhi mm. Fadhila zote mchana unakula kwa ajili ya shemeji yako mm. unalala kwa ajili ya shemeji yako. Viatu anakununulia shemeji yako vya kuvaa, jinzi anakununulia shemeji yako kuvaa mm. Iko siku shemeji yako anakwambia nipeleke sehemu, kuna mtu ananiita, nataka nikamuone, unakataa. Hajibuni, tuendelee na interview hii. Una maana gani kisa? Kabla sijatafuta maana wewe unakataa? Mm. Utakubali. Ndivyo alivyokuwa mama influencer wa Yanga. Mm. Leo hii mimi, juzi nimezungumza swala la jezi mm. Nikamwona yule kishata mtaa wa maskini asiojua mbele wala nyuma, godi godi, mimi nikiweka hoja mezani ustahili, huna uwezo wa kujibu. Hoja hiyo, mwenye uwezo wa kujibu labda labda kuna mtu mmoja yule nani, sio anamuita yule nani wao, mwanachama kidogo, yuko benki moja anafanya kazi, anaitwa nani yule, mkurugenzi wao wanachama, anaitwa nani yule? labda kina Samuel kidogo anaweza kaja kupapatua, sio wewe godi kwa, kwa godi kwamba hana uwezo wa kubii, sio wewe mwalimu Yanga hata hmm. Mwalimu sio wewe Kevo hmm. digiri yako magumashi, mimi najua ke Kevo mikoi Kisugu braza hmm. hmm. juzi nilisema na nitaendelea kusema, usinione hmm. hivi hivi, mimi mtu makini unajua hmm. hmm. nimezungumza swala la jezi hmm. nikamsikia e godi Yanga Mkataba wa jezi za Yanga uliingiliwa waliingia mwaka, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Mm, ule mkataba una thamani ya shilingi bilioni tisa nukta moja kwa miaka mitano. Mm, lakini baada ya kuingia mkataba ule wakakubaliana, wakatengeneza mkataba mdogo ambao Yanga watakuwa wanapata asilimia kumi ongezeko katika mkataba ambao waliokubaliana. Mm, nisikilizeni Mwambieni Godi, mi nikitoa hoja yangu akae, labda akina Aleksi Ngai, kwa sababu amekwenda shule ndo anaweza wakaizungumza hiyo hoja mm. Sio yeye nani Ojo Godi kunijibu mimi mm. awe na adhabu. Unamaanisha hajasoma Godi yako, hamna kitu Godi hamna mm. kitu mwalimu mm. na yule na yule na ujanja ujanja wake, sijui anasema yeye ana degree yake ya kiujanja ujanja, acha na, nani huyo Mikoi yule. Mm -hmm. mm -hmm. ongezeko la asilimia kumi mm. ambalo ukipiga mahesabu kwa miaka mitatu, mm. miaka mitano linakwenda kuzaa 18.5. Sawa na bilioni 1.8. Mm. Ona tingisha kichwa. Ukichukua bilioni 1.8, ukichukua bilioni tisa nukta moja, unapata bilioni kumi na moja. ambao Yanga ndo wanachukua kwa miaka mitano kwenye jezi zao bilioni kumi na moja mm -hmm. Iko klete za bilioni kumi mm -hmm. na moja irudishe mara tano unapata tu mm bilioni na nukta -hmm. Pa godi atulia, acha yo mambo hayawezi. Nisije nikawasha moto payo utakuwa uzimiki mm -hmm. Sasa ukiangalia katika ile hoja ukiusoma ule vizuri katika mkataba mm. Yanga wanatakiwa kupata shilingi elfu moja na mia tano kila pisi mm. moja kila pisi moja elfu moja mia tano lakini kiuwasilia, Yanga anapewa elfu moja mia tatu kila pisi mm. moja. Lakini swali tunajiulizwa, unatupa milioni mia tatu kwa mwaka, swali dogo, unauza pisi ngapi mm. Ni acheni haya mambo. Ambieni wale watoto mimi nikileta hoja watulie. Mimi sikurubuki. Mm. Wewe umepigwa kisugu. Una, Unamaanisha Young Africans? Wamepigwa. Haya mambo kama no data no research, usikurupuke mm. Braa, iko siku haya maneno atakuja kunikumbuka, iko siku mm. watakuja nyumbani na vigelegele kunishangilia, nimewaokoa wakina mwalimu Yanga unamaanisha, si ndio hivyo? Mikoi hizi ni hoja mm. zinahitajika kusikilizwa na wasomi Leo hii kama miaka mitano unakwenda unajadili ni bilioni kumi na moja ukipangusa two bilioni. Sasa two bilioni, mwenzako anachukua bilioni 5.6 kazi umechagua mwenyewe, kuwa mvumilivu upate vitu Mm, bilioni 6 lakini mm, kwenye hoja mjadiliayo hoja sio Kisugu kuwachwa eti kwenda South Africa. Mimi nawaambia nakwenda South Africa. Kisugu? Nakwenda South Africa. Ah. <coughs> <Kisugu. tos> mm -hmm. Kuna dhambi? Wende ukizungumzie Yanga inapotea. Wende ukizungumzie Yanga inaliwa kidogo kidogo mm. Unajua kwetu kuna mdudu mmoja, sio yule panya anaitwaje? Ni mdudu ni nani? Dudu sijui ni mnyama? Yule panya akikutafuna, panya huwezi kujua, utaamka asubuhi tu na kidonda panauma, alafu najiuliza upanya kala saa ngapi, kwa sababu panya anakuja akifanya ngaa, afu anafanya mikoi. unamaanisha unamaanisha kwamba oh, Young Africans. Kuna muda mwingine nakaa nafikiria, sitaki kuyasema, lakini nasema namfikiria ndama, mtoto wa ng'ombe yanauma eh? Alifanya kazi kubwa na aliweka misingi sahihi ya Yanga kufaidika juu ya jezi zao mm. Akina godi waniache, akina mwalimu watulie mm. Ninapoleta mimi hoja mezani mm. Wako watu wenye uwezo kidogo wanaweza kupapatiwa kujibu hizi hoja, so wale vishatamtaa wao wasubiri kusafirishwa mm -hmm. Mikoi mkoe, tuiangalie sasa Simba kwa namna ambavyo eh, safari yao kuelekea Afrika Kusini kubwa zaidi, baada ya Simba kufuzu kuelekea nusu finali. Tuliona pia Ali Shabani kamwe kuposti na akisema kwamba eh, huku ndio apaweza kaeka ile picha ambayo Young Africans wanapanda kwenda kuch kuchukua medali eh, ni wazi kama mkiwa wanachama na mashabiki wa Simba, nukuiona Simba inaleta kombe la shirikisho hapa nyumbani Tanzania. Malengo ndio hayo, nia ndio ni hiyo, target ndio hiyo. Dhamira sisi si kupeleka medali Ikulu. Hmm. Sisi dhamira yetu na nia yetu kupeleka kombe Ikulu. Mm. Na kwa nini dhamira yetu si kupeleka medali? Kwa sababu tunajua medali sio mali ya timu. Medali ni mali ya mchezaji. Hmm. Na ndio maana leo ukienda kwa watani zangu hawa, Dar es Salaam ngapi kasukwa mbele tani zile medali hawana. Mm. Kwa hiyo mimi na kuona namna ambavyo tunapeleka? Mm. Na niwaambie wachezaji wa Simba. Kwa hiki ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano alichokifanya kuamua kujitolea kuweza kuisaidia timu ya Simba isafiri salama, maana yake malipo anayohitaji kuyaona Mheshimiwa Rais ni malipo ya matokeo mazuri. Goli la mama lipo 20 milioni. Dhamira mm. ni nini? maana yake mama anataka kuenda kuongeza morali kwa wachezaji, ili kuhakikisha kwamba wachezaji wanapambana, tunakwenda kupata matokeo mazuri mm. na niwaibie siri wana simba mm, tukitekeleza asilimia mia moja majukumu yetu, mashabiki, wachezaji wa simba wanakwenda kupambana jasho na damu, tunapata matokeo mazuri mm. wapo wachezaji wa simba wameapa wako tayari kuziacha familia zao, lakini kuhakikisha Simba mwaka huu ina qualify na inakwenda fainali ya shirikisho. Kwa hiyo wapo wachezaji wa Simba ambao wameapa watakwenda kufia uwanjani yani mm, ya, kwamba ni kufa na kupona yes. Tunawazungumzia akina Jan Chazi au ambao mechi ya kwanza imeonekana kutupia lawama sana. Nani kamtupia lawama? Kwenye safari ya mamba na kenge wamo. Unamaanisha nini mikoi? Wao wanamtupia lawama kukosa. Walibeba fungu la kiasi gani kumpa na kumpongeza katika goli la kwanza alilofunga? Yupo mchambuzi ambaye alibuka akasema, kwamba mchezo unaofuata Elie Mpanzu ndio atakuwa msaada, atakuwa na samani. Mchambuzi gani? Yupo mchambuzi ambaye alibuka. Yupi? na kusema kwamba we mtaje nisikilize, nisikilize mikoa alichokizungumza kusema kwamba Elie Mpanzu mchezo unaofuata ndo atakuwa na thamani kubwa kuliko bao alilofunga janchazi, au na maana goli alilofunga. Mchambuzi yupi huyu, anawaita wachezaji wa Simba takataka? Au kuna mchambuzi mwingine aliongea haya maneno? Kwanza, asilimia themanini na tisa hakuna mchambuzi aliyoamini kwamba Simba ingefika hapa ambako alikofanyaje ilikufika, mm. baadhi ya wengi wachambuzi wamekuwa kinyonga. Mm -hmm. Na hii inaonyesha uwezo wao mdogo kwenye nini? Kwenye football. Mimi niliongea mm -hmm, na waandishi wa habari. Na niliwaambia kuna wachambuzi wengine walinicheka wakaenda kunikebei kwenye media zao. Niliwaambia Simba inaiona fainali ya shirikisho barani Afrika. Mmoja akasema Kisugu, uko kazini analipwa huyo. Mm -hmm. Mimi nanilipa nilipa mzee kwa caring and forwarding hapa ofisini kwangu. Mm -hmm. Sio Simba. Wewe kwani una gari lako tukutolee? Kushinda. Mm. Mikoi mikoi mechi ya Young Africans na Fountain Gate eh, ilionekana ni mechi ambayo imezalisha mabao mengi sana, mabao manne. Na jambo la kushangaza ni eh, golikipa wao John Nobo, baada ya mechi kutamatika Singida, eh, Fountain Gate walitoa taarifa na kusema kwamba eh, John Nobo kwa sasa anastahili kusimamishwa. Umeitazama mechi ya Young Africans na Fountain Gate, eh, John Nobo kwa aina ya magoli mawili ambayo amefungwa, watu wanahusishwa na rushwa, magoli ambayo ameyapoteza John Nobo nini, ni mimi nizungumze jambo moja sana mm, la kuzungumzia. Unachofanya wewe mwandishi mm, kuna sikukuu nyingi hapa mbele zimepita, nyingine zinakuja mm, kuna sikukuu ya Idi, kuna sikukuu ya Krismas mm, kuna sikukuu ya Pasaka mm, hizi sikukuu kuna asili ya mchana kupikwa chakula katika majumba ambayo wanihusika kipindi kile na nini, na mimi naamini furaha, kila nyumba inapika nini? Wali. Mm. na ukisikia mtu kagonga unajua kabisa kanaletea nini wali, hivi mwandishi mm. mtu anagonga anakuja, anakuletea ugali na bamia unafungua hapo tu unamchukuliaje huyo mm, ni, ni kama umetuzungusha umetuacha daima, wewe ndio umetaka kutuzungusha, unamchukuliaje wewe, ndio uliuliza swali maana yangu mm. sisi tunazungumzia football tunazungumzia mpira Stella Bochi na Simba mm. wewe unakuja kuzungumzia madodoso bin Malolesa, jumlisha ni koi kwenye hiki ambacho kimetokea eh, golikipa wa Fountain Gate eh, eh, John Nogo. Nyinyi mnakiona leo? Leo ndio mnakiona. Technical bench la Fountain Gate lilifukuzwa kwa sababu gani? Ndio timu ya kwanza Tanzania kuandika historia kufukuza technical bench baada ya mechi kuisha ndani ya dakika mbili na te... sisi tulizungumza Una... na mimi niliwahi kusema mm na nyinyi mlikuwa mashahidi mm. Nilisema juhudi zote za Mheshimiwa Rais zinazofanywa katika mpira, kiko kikundi cha watu wachache wanapambana kuhakikisha kwamba juhudi hizi haziendi. Mikoi hapo, unamaanisha nini? Mechi ya raundi ya kwanza, ndio tushirikiane mm. waandishi wa habari sisi tuseme, nyinyi muulize watazamaji wenu, wende wakaamue mm. wako watu wanaamini kwamba wanapambana kuharibu mpira kwenye nchi hii Swala la rushwa likuanza leo mm, limetamkwa zamani, manung'uniko yamekuwa mengi. Tuwaombe taasisi inaoshika na mambo ya rushwa TAKUKURU itusaidie mm. Mikoa kwa, kwa namna ambavyo umetazama kweli pale kuna viashiria vya rushwa eh, golikipa John Nobo kupoteza yale magoli mawili. Majibu mazuri anayo golikipa nani, kocha huyo ndio ana uwezo wa kujibu vizuri, mimi nitadanganya. Umeona yeye mwenyewe kocha anasema e, golikipa wetu ameamua kuapa magori nani? Yeah, sio mimi. Sasa ukiniuliza mimi swala la rush utani, utanionea tu. U, umetazama kwa, na sio ile tu niwaambie, mm. na hata kukulu, kukimbia kambini, golikipa alikimbia kambini. golikipa John Nobu alikimbia kambini yes. Yes. na ndio maana mpelekwa kwenye kamati mm. lakini kwa nini tusizungumzie watetezi wa nchi wanacheza? Kwa nini tusizungumzie watetezi wa Afrika Mashariki wanacheza? Brother, tuko serious, tushaijua tarehe ya finali, tarehe 17, mechi ya kwanza Moroko. Tuna hakika tunakwenda kucheza na Barakane. Barakane ambayo ukikumbuka miaka miwili nyuma iliyopita tulikwenda kwao, wakatufunga goli mbili, wakaja Benjamin Mkapa wakachukua kidude mm, Barakan ambayo kuna kitu kinanijia kwenye kichwa changu mm. kuna Rais mmoja wa klabu mm. kama mtakuwa na kumbukumbu, mtanikumbusha baadaye klabu gani alikuwa anaongea na na wachezaji wawili kwenye simu, anawaambia njoeni mnawafunga kwa sababu mabeki wao wazee. nakumbuka alikuwa rais wa klabu. klabu gani nikumbushe, wewe mwandishi, una kumbukumbu mm. mi, mi, kumbu... <laughs> <laughs> <laughs> shehe, tumepita kwenye mengi la kisinda eh. Ndio hiyo mechi nakupa kumbukumbu na Barakane, kuna rais wa timu wanawapigia simu anawambia njoeni mm. tutakupeni msana anasema tunakuja, usio na wasiwasi. President, tunakuja kukutana na timu ambayo na wachezaji waawakula kidude mm. wakataka kupigana mm. Nawambieni Barakane, finali wanakuja kucheza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa na Simba. Miko uh, hili litakuwa ni historia kama Simba anaqualify kuingia fainali kama walivyozungumzia na fainali ya mwisho inachezwa hapa katika ardhi za Tanzania. Fainali ya Young Africans ya mwisho ilikuwa ni kule uh, USM Alger kama sikoseni Algeria of course. Hili liko ni historia ina sh <laughs> ishirini ishirini nane. Unajua, ngoja wewe, umeuliza ngoja, tunakwenda kuiandika historia ya pili, kombe la shirikisho, kombe linaloandaliwa na Kafu kuja katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama yawezekana kweli wasiitambue kwa sababu ya umri wao ni sawa, inawezekana kombe la biola. Kani mwaka jana tulikuwa na nini? NBC Federation Cup, sio? Mm. Yeah. Mwaka huu CRDB. Makombe mawili tofauti. Mwenyewe mawili tofauti. Tuendelee hapo kwa namna ambavyo nimekuuliza swali kulingana na Simba yenyewe kama itafanikiwa kuja kumaliza fainali hapa nyumbani. <laughs> Yes. Kikubwa dua na sara. Mm. Tumejipanga vizuri tuko sawa sawa, nipongeze sana management ya Simba. Mm. Kwa namna ambavyo safari yao kwa sababu jiografia ya Afrika Kusini sasa hivi inaonekana kuna baridi sana sana sana. sana mm. Kwa kwa Kwa hiyo hiyo wachezaji wachezaji kwenda mapema nafikiri nafikiri watakwenda kuzoea ile hali. Na na na imani kwamba kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu baada ya ya ya ya jana kufika salama, wachezaji mmeona kupitia mitandao ya Simba, mm. wameanza mazoezi ili ili ya kulikava mwili na leo nafikiri wataendelea na program. Kwa hiyo mimi naamini kwamba viongozi wamejipanga wamejipanga vizuri, vizuri vizuri. Mashabiki wamejipanga vizuri. Ili kuona namna ambavyo tunatoa support juu ya timu yetu, tunakwenda kufanya vizuri. Nimshukuru sana kakaangu Ken kutoka Nigeria, mamaangu mama Doris aliniambia kabla ya kuondoka niage nitaendelea mwaga ndugu yangu Deus Kausire. Lakini yote kwa yote nimpongeze nimpongeze sana nimpongeze sana ndugu yangu kaka yangu wa, wa, wa wakaribu kutoka Simbawanga kule, unaona eh? ni mtu mmoja mzuri sana Salim Mohamed Salim, ni Nasoro Salim mm. amekuwa ni mtu ambaye akunisapoti lakini niwaambie wadau, naamini kwamba media zenu zinafika mbali mwamba Inshaallah, Mungu ikimpendeza na kwenda South Africa, wao wadau ndio wanaweza wakanisababisha mimi South Africa niishi kama mfalme mm. na wao wadau ndio wanaweza wakasababisha mimi South Africa nende kuishi kama mtumwa mm. waachane na kelele na wapiga kelele hawa, tuko kwa ajili ya kuisaidia Simba. Hatuko kwa ajili ya Simba itusaidie. Sisi wana Simba wapo kwa ajili e, ya wengine kwamba e, kama hivyo walizungumzia nye mpo kwa ajili ya kusaidia Simba e, sio Simba kumsaidia nye, yes. Wapo kwa namna ambavyo wanajibu ni kwamba ni kama Simba inamitenga haimisamini uwepo wa mashabiki na wanachama nimesema, mm, ni propaganda na nimesema sisi mashabiki wa Simba tupo kwa ajili ya kuisaidia Simba. Hatupo kwa ajili ya Simba itusaidie. Na ndio maana wewe mwandishi toka upate mtazamo wako, mm. uanze ikazi. Ushasikia kwamba licha uongozi huu tu. Hata viongozi waliopita ushasikia sikia wanatoa magari kuwasaidia wana Simba. Sijawahi kuona mikono. Sasa niwape story ya moja ndogo. Mm. Na hii naizungumza kwa sababu ya ihsani kabisa ya bosi wangu Sanga. Mm. Huwa sijawahi -hmm. <laughs> kuitoa na wala sikutaka kuitoa. Yeah. Lakini nitakupeni dakika mbili muda wenu, alafu tuwe Eh, jambo la msaada, Yanga kusaidiwa ndio asili yao. M -m naomba rudie kauli yako: Yanga kusaidiwa ndio asili yao. Ah. ile jengo mnaoliona mzee, mm. Abedi Amani Karume, mm. kiwanja alinunua yeye mm -hmm, tofali akaleta yeye mm -hmm, mafundi akawatafuta yeye mm -hmm, Yanga wanakwenda kuambiwa, watu wanaambiwa jengo lenu. <laughs> maanake hawa kusaidiwa ndio asili yao mm -hmm. sisi mzee Karume anakuja mm -hmm. Sabina moja analikuta jingo la Simba limeshaenda mpaka juu kasoro milango na madirisha. Mzee anaingia mfukoni anatupa laki mbili, tunarekebisha nyinyi. Mlikuwa mnajua hawa kusaidiwa ndo kazi yao. mmm mbona natikisha kichwa, mbona natikisha kichwa mimi mikoi? Unamaanisha kwamba hata wale mainfiosa sasa? Wewe leo mm godi Yango usipomsaidia anaweza kwenda Mbea kwa kazi ipi? mm na soro Yango usipomsaidia anaweza kwenda mbea Mwalimu Yanga bila Deus kasi <laughs> bila? Esikai anaweza kusafiri kwenda Mbeya? mm. Eh, hey, ndege mara ya kwanza amepandishwa na Ruwata ni Hamza. Nyie msinichokoze mimi nikasema Mbeya mengi hapa. <laughs> Huyu Ruwata. Watu wote wa Yanga asilimia 80 <laughs> aliwapandisha ndege kuwapeleka Arusha. Sio Ruwata ni Hamza? mm. Awa. Hey, yeah, yeah, yeah. dezo dezo Bwana, <laughs> mikoi mikoi, tumezungumza mengi sana ya kimichezo kuelekea mchezo wa Simba, neno moja kwa mashabiki wa Simba, lakini pia mashabiki ee, na wanachama wa Simba, lakini pia ni kwa Tanzania kiujumla. Mchezo unagusa wa Tanzania, mchezo una, unagusa kama hivi e, Mama Samia Suluhu Hassan kwa hiki ambacho amekifanya, neno moja mikoi, Kisugu, tumalize mjadala ambao tumeanza kuzungumzia mwanzo mpaka hivi sasa. Kwanza ni wasi sana mashabiki wa Simba Tuachane na propaganda ambazo wanatengeneza baadhi ya watu ambao hawaitakii mema Simba mm. Tubaki katika umoja wetu, tubaki kwenye slogan ya Simba nguvu moja, tubaki kwenye dua na sala mm. ili kuona namna ambavyo Simba inakwenda kufanikiwa. Leo nimekumbuka kitu kimoja, huyu Godi huyu ndo clip yake inatembea alikuwa anawaambia wana Yanga wenzie, tufanye kwa kadi tutakavyofanya kuhakikisha Simba awezi kucheza nusu finali. Alizungumza hiyo. Simba wakicheza nusu fainali mm. sisi tutateseka. Leo godi huyu amekuwa mtu mwema, amekuwa mchungaji, amekuwa padi, anawaonea huruma mashabiki wa Simba. Kapata lini huruma hii godi? maisha yake kama shetani go, go, godi, maisha yake kama shetani. Shukrani Mikoi, asante nami niwashukuru sana.